Rais wa Kenya, William Samoei Ruto alikumbwa na tukio lisilo la kawaida alipokuwa akihutubia wananchi katika mkutano wa hadhara, eneo la Kehancha, Kuria Magharibi, kaunti ya Migori, mnamo tarehe 4 Mei mwaka huu wa 2025. Katika hali ya mshangao na taharuki, mtu mmoja kutoka kwenye umati uliokuwepo alivurusha kiatu chake kuelekea kwa Rais Ruto, jambo lililosababisha mtafaruku wa muda mfupi kabla ya walinzi kuchukua hatua. Ingawa kiatu hicho kumjeruhi Rais Ruto. Tukio hilo limeibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya na watu wa mataifa mengine, likichochea mjadala kuhusu maana ya kurushwa kiatu, na wengine kujiuliza kama wapo viongozi wengine wameshawahi kufanyiwa hivyo. Katika tamaduni mbalimbali, hasa zile za Kiarabu na Asia ya kusini, kurusha kiatu ni ishara ya dharau ya hali ya juu inamaanisha kumdhalilisha mtu hadharani, kumpa fedhea isiyofutika. Viatu vinachukuliwa kuwa ni vichafu kwa sababu ya kugusa ardhi, hivyo kurushiwa mtu kiatu ni kama kumwambia hana thamani au heshima. Katika maeneo mengine ni kejeli, lakini katika mataifa mengi ya Afrika ni ishara ya kisiasa na kutofautiana kwenye itikadi ama maswala fulani fulani yanayoendana na siasa. Rais Ruto si kiongozi wa kwanza duniani kukumbwa na tukio kama hili. Yafuatayo ni matukio yaliyowahi kutokea kwa viongozi wa ngazi za juu kupondwa na kiatu. Mnamo tarehe 14 Desemba mwaka 2008, Rais wa Marekani wa wakati huo George W. Bush alikumbwa na tukio lisilo la kawaida wakati wa mkutano wa pamoja na waziri mkuu wa Iraq Nuri Ali Maliki katika kasri la Republican mjini Baghdad nchini Iraq. Mkutano huo ulikuwa sehemu ya ziara ya kuaga kabla ya kumaliza muhula wake wa uraisi nchini Marekani. Wakati wa mkutano huo, mwandishi wa habari wa Iraki Muntadhari Ali Zaidi alisimama ghafla na kurusha viatu viwili mfululizo kuelekea kwa urais Bushi, akipaza sauti kwa Kiarabu, hii ni busu la kukuaga kutoka kwa watu wa Iraki, wewe ni mbwa. Bushi alifanikiwa kuvikwepa viatu hivyo kwa kuinama na viatu hivyo havikumgusa. Ali Zaidi alikamatwa mara moja na maofisa wa usalama na kuondolewa kwenye eneo hilo. Baada ya tukio hilo, Ali Zaidi alihukumiwa kifungo cha miaka mitatu jela kwa kosa la kumshambulia kiongozi wa kigeni, lakini kifungo hicho kilipunguzwa hadi mwaka mmoja na aliachiliwa baada ya miezi tisa kutokana na tabia njema aliyoionyesha alidai kuwa aliteswa akiwa kizuizini, akipigwa na kuteswa kwa njia mbalimbali. Tukio hilo lilizua mjadala mkubwa duniani na kumfanya Ali Zaidi kuwa shujaa kwa baadhi ya watu katika ulimwengu wa Kiarabu, ingawa kwa jamii nyingine alionekana kama mtu asiyekuwa na heshima mbele ya viongozi. Mnamo Februari 2 mwaka 2009 waziri mkuu wa China Wen Jiabao alirushiwa kiatu wakati wa hotuba yake akiwa katika chuo kikuu cha Cambridge, Uingereza. Tukio hilo lilitokea wakati Wen alikuwa akihutubia wanafunzi na wahadhiri katika ukumbi wa hotuba wa chuo hicho. Mwanafunzi wa Ujerumani Martin Janke, ambaye alikuwa mtafiti wa tiba katika chuo hicho, alisimama ghafla, akapiga filimbi na kumuita Wen, dictator akidai kuwa chuo hicho kilikuwa kimejiuza kwa kumkaribisha kiongozi huyo. Kisha alirusha kiatu chake kuelekea jukwani, lakini hakikumpata Wen. Baadaye Janke alikamatwa na kufikishwa mahakamani kwa kosa la kusababisha hofu na usumbufu, lakini baadaye aliachiliwa baada ya mahakama kusema ushahidi haukuwa wa kutosha kuthibitisha kosa hilo. Mnamo mwaka 2009 aliyekuwa rais na kiongozi wa kijeshi wa Pakistani, General Pervez Musharraf, alirushiwa kiatu wakati wa mkutano na wanadiaspora wa Kipakistani mjini London. Tukio hilo lilitokea wakati Musharafu alikuwa akihutubia umati wa watu waliokusanyika kumsikiliza. Mwanaume mmoja kutoka umati uliokuwepo alisimama ghafla na kurusha kiatu kuelekea kwa Musharafu akipinga utawala wake wa kijeshi na sera zake. Kiatu hicho hakikumgusa Musharafu na mlinzi wake alifanikiwa kumzuia mshambuliaji huyo ambaye alikamatwa mara moja na kuondolewa kwenye ukumbi huo. Tukio hilo lilionyesha hasira na upinzani wa baadhi baadhi ya wananchi wa Pakistan dhidi ya utawala wa Musharrafu. Mnamo mwaka 2010, rais wa Sudani wakati huo, Omar al-Bashir, alirushiwa kiatu wakati wa mkutano wa viongozi wa Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, Ethiopia. Tukio hilo lilitokea wakati al-Bashir alikuwa akihutubia mkutano huo. Mwanaume mmoja kutoka umati alisimama ghafla na kurusha kiatu kuelekea kwa al-Bashir akipinga utawala wake na mashtaka ya uhalifu wa kivita yaliyokuwa yakimkabili katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC. Kiatu hicho hakikumgusa Al Bashiri na mshambuliaji huyo alikamatwa mara moja na maofisa wa usalama. Mnamo tarehe 10 Aprili mwaka 2014, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton alirushiwa kiatu wakati wa hotuba katika mkutano wa taasisi ya usafishaji wa chuma Institute of Scrap Recycling Industry, katika hoteli ya Mandalay Bay huko Las Vegas, Marekani. Mwanamke mmoja alitembea kuelekea jukwani akiwa umbali wa kama safu sita kutoka alipokuwa Bill Clinton na kurusha kiatu chake kuelekea kwake. Clinton alifanikiwa kukikwepa kiatu hicho na akaendelea na hotuba yake kwa ucheshi, akisema je, hiyo ilikuwa sehemu ya onyesho la Cirque du Soleil? Mshambuliaji huyo alikamatwa mara moja na maofisa wa usalama na kuondolewa kwenye ukumbi huo. Matukio haya yanaonyesha jinsi kurusha kiatu kwa viongozi wa kisiasa kunavyochukuliwa kama ishara ya dharau, na kwa wengine ni upinzani. Ingawa ni kitendo cha kuonyesha hasira, kinahatarisha usalama na heshima ya nafasi ya uongozi. Viongozi wengi wamechagua kujibu kwa ustarabu, wakionyesha ukomavu wa kisiasa na kujiamini.